Tuanzie huku nyuma, kuna watu wanasema kwamba vile si sahihi kwa Ibra kuzungumza vile, ni kama angepotezea na nini. E, wengine wanasema kwamba ni sahihi alichokuwa nakifanya Ibra akiwa anazungumza maisha yake akondi, lakini pia kuzungumzia na kazi yake mpya. Kwako umekaa upande gani, ni anavyozungumza si sahihi, ama huko upande kwamba ni sawa tu kuzungumza kwake? Okay, unajua muziki na wasanii sio vitu vya kuweka chumbani, meelewa ni vitu ambavyo vipo kwenye public, wanafanya muziki ambao mashabiki zao ndo hao hao kila siku ambao wanaona vitu vyao na nini. Kwa hiyo kuto kuzungumza ama eti mtu aseme sio asizungumze mm -hmm. Haina maana. Kuzungumza, ana haki ya kufanya hivyo unless kama kuna mambo ya kisheria ambayo yanamzuia asizungumze. Mm -hmm. Kwa sababu moja hawafanyi muziki kujifurahisha nafsi zao. Wanafanya muziki kuwafurahisha mashabiki ambao baadaye wanaweza wakawasaidia wao maisha yao kuwa mazuri sababu mm, so, mziki wako ukisha kuwa mzuri na maana unatengeneza mashabiki, mashabiki wanafanya mziki kwa pesa yeah. Sasa mashabiki hawa hawa leo hii huwezi tu ukasema umeondoka eh, kimya kimya kwende gang, ukaendelea na maisha yako mengine alafu eti usiongee nini ambacho kimekuondoa bila sababu yoyote, na inaonekana kabisa haikuwa kwa amani, hmm. Yani angekuwa hana la kuongea, kama eh, imefanyika peacefully, wamemfanyia hata sherehe fulani ya kumwaga nanini, stori na zinakuwa zimeisha, yani ameagwa kwa pati fulani mambo yanakuwa ameisha pale, hata ukija kuongea bwana, ilikuwa na maisha poa, mambo yameendelea mm. Lakini kulikuwa kunaonekana kuna conflict ambayo ipo, kila mtu alikuwa anaona basata wapi, mvutano hapa na pale, baadhi ya watu wengine pia wakawa involved. Kwa hiyo mtu anayesema eti asiongee mambo hayo ni mtu ambaye wa ajabu, alafu hao hao tena ndio wanakuja kuview those kind of stories. Kwa hiyo mm. Ibraah hafani muziki kwamba ni siri, anafanya muziki kama sehemu ya mashabiki zake, alafu ubaya zaidi wa mambo kama haya ukisema ukae kimya kuna story huwa zinazaliwa ambazo sometimes zinaweza zikamharibia msanii mm. -hmm. Usipojitokeza kuclarify kujibu, eh, mtu anaamini kile kinachozungumzwa, anasema ukimya uongo, ukikaliwa kimya muda mwingine unakuwa ni ukweli ukweli, yeah. so mtu akisema bwana, wewe Jacob umeniibia laki tatu. mm -hmm. Jacob akakaa kimya, siwezi nikaongelea mambo hayo bwana, mi sizungumzi vitu hivyo, jibu ambalo litatoka kwa asilimia kubwa ni kwamba kweli jamaa aliiba laki tatu. mm -hmm. au sio? yeah. kwa huyu naye akija kujibu sasa ndo mashabiki watapima nani mkweli, nani mwongo, kutokana na yanayozungumzwa. Kwa hiyo ana haki ya kuongea, unless kama kuna mambo ya kisheria yanayomzuia, cool, asizungumze. Lakini kwangu mimi he is okay mm, to say anything as long as mm, hadanganyi hamaofendi mtu, yuko sawa kabisa, kwa sababu mwisho wa siku mashabiki nao wanataka wajue, kwa nini ilikuwa hivi, kwa nini ilikuwa vile.